mengi muhimu kutoka kwao mashekhe na mchungaji. Ningependa kwanza niwape fursa wajitambulishe, halafu tuendelee. Nashukuru, nashukuru, nashukuru mmefika na nawakaribisha, naamini leo mtatufaa kwa mengi. Na mchungaji, nashukuru kwa kunikaribisha mm -hmm. Kwa faida yule ambaye anakusikiliza hii leo, jitambulishe wewe. Ni mchungaji hapa, ni nyumbani kwa sote, basi ni nyumbani na mpira msikilizaji, na kuomba Jumuika nasi hadi tamati. Leo watatueleza ni dini ipi sawa, ni dini ipi ya haki, ni dini ipi kweli. Karibu Sheikh Said Mohamed. Naam, asante sana wasikilizaji wanaofuatilia katika hii channel ama studio ya kipekee inayopenda kwa ajili ya Allah. <laughs> naye si ingine bali ni Ikra FM 95.0 Mwanzo nianze kabisa kwa sala mzima la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna wengi wallahi, wametamani kuwa na afya kama ambayo tuko nayo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala aliojalia na maana, wengine wako ndani ya hospitali, wengine wametangulia mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikupenda kwao, ila kama ni maogonjwa ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala aliokadiria, kama ni kufa basi ndio siku yao ilishafika, na sisi pia tuko nyuma tunawafata ila inabakia ni somo, sisi ambao tuko hai tunasoma kwa wale walio tangulia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile na kusoma kwa wale ambao kwamba wako ndani ya hospitali. Pili ni mtakia rehema za ziada zimwende kiongozi wa umma na sisi wengine baada bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwalimu wetu Ustadh Yusufu. Nafikiri tuna siku mingi hatujakuwa na yeye na hatuja wala tasauti kadhi E, tumwombee Mwenyezi Mungu kwanza amfanyie wepesi katika mitihani ambazo kwamba anazo, jana nimeweza kumtembelea, na kwa kweli ana maradhi kidogo yanamtatiza. So tumwombee kwa Mwenyezi Mungu aweze kumfanyia wepesi biidhnillahi taala. Na wasikilizaji wangu ama wasikilizaji wetu ambao kwamba wanapenda wanaenzi hii chaneli yetu ama studio yetu ya kipekee Akema Abdul Fatah Juma na Zena vile vile tunawakaribisha tunawaambia mm. sasa ndio tunataka kuanza kipindi rasmi na mchungaji ameshajiandaa cha kutosha. Mm. Leo ni vile tu amesahau koti kwa maana juzi jasho lilimtoka mpaka akatamani feni ishukishwe lakini hatukuweza kuwa naye. Bismillah. Mm -hmm. Mada tuliyokuwa nayo ni kwamba mm -hmm. E, kati ya Bwana Yesu au Nabii Isa alayhi salatu wasalam na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii yupi aliyetumwa katika ulimwengu mzima? Sasa hama bwana wanatuuliza sisi Waislamu kwa maana hawajui na hana uhakika na wajiamini, na mimi nasema hadharani, mchungaji, kwanza ujiamini, na kama unajiamini basi utakuja pa nyuma yangu, utaona nikikufata nitakachokufanyia. <laughs> Sasa huwezi chukua gavana na rais walinganishe, ama uchukue wacha governor, wacha rais, tuchukue governor na MCA mm -hmm, uwezi walinganisha mm -hmm. kwa sababu kuna mmoja anashinda mwingine cheo na madaraka. Kwa nini niseme hivi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika sura ya 21 aya yake mia na saba. Hebu nipigie kwanza ufafanuzi wake mwalimu, tukia tunaanza mada sasa. Inasema hivi maneno ya Allah, bismillahirrahmanirrahim mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Unaona, kumbe sasa kuna mitume waliotangulia kabla ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mtume aliyetumwa alitumwa kwa kabila lake na taifa lake tu. Kwanza, inapokuja neno tu, mchungaji, nafikiri ni mbunifu sana Kiswahili, na ulikuwa unafundisha pale university Kiswahili. Nini maana ya tu? Endelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo. Peke yake ndiye aliyepewa utukufu. Unaona, kwa sababu mwalimu, nimesema mchungaji alikuwa anafundisha pale, alikuwa anafundisha university Kiswahili. Ni mtume Muhammad peke yake, alafu sasa nataka nijue nini maana pekee yake, inamaanisha nini? Akikuja atapita hapo vilevile. Nabii Muhammad pekee yake yeye ndiye aliyetumwa katika ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Sasa kumbe, nabii Muhammad tunapata taasira kwamba yeye ndiye aliyepelekwa kwa watu wote. Sasa mimi hapa ni mtu, mchungaji na imani, wewe ni mtu na msikilizaji vile vile ni mtu. Sasa kama we ni msikilizaji, basi jua mtume aliyetumwa kwako ni nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyetumwa kwa watu wote. Kwa nini niseme hivi? Mitume walitumwa walikuwa wanatumwa kwa kabila ama mahala fulani tu ila nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa katika ulimwengu mzima. Kwa nini niseme hivi? Hebu nifungulie kitabu chake cha Mika tano mstari wa pili. Hebu twende faster faster kama itawezekana, kuna maandiko hapa mchungaji, sijajua wapo tatorokea. Ama leo kanisa tunalibadilisha. Unajua kubadilisha kanisa si kazi ngumu. Ndio, kumwacha ile msalaba tunaweka chini alafu zile kona saba hizo tunazitoa tunavunja kidogo tunatengeza tunaika kibla inakuwa msikiti alafu mimi ndio nitakuwa na mika tano sita, ta, ta, ta akbar, tano mbili na mimi ndio nitakuwa na dhini hapo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu naita watu ndio mika tano mbili naam bali wewe Bethlehem Efrata naam ule mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda angalia kwamba naye Bethlehem Ifrata, ulio mdogo katika elfu za Yuda, yaani katika Yuda kuna watu ni na elfu, lakini mdogo katika elfu za Yuda. Sio mataifa hapa, wametaja tu jina la mtu. Endelea kutoka kwako, kwa wewe sasa. Kumbe ni kwa Yuda, kwa Yuda ndiye atatoka mtu huko. Kwa sababu Abdullah, unajua ni kwa nini? E, Biblia ikasomwa hivi hivi. wewe ulivyozaliwa sindio, na Babu yako kuna kwanza, kwa Kiswahili kuna, kuna baba, babu, kitukuu, kilembwe na kilembekeza.